Karibuni katika tafakuri yetu ya Rozari sala ya tafakari, na hii ni siku ya kumi na tisa katika mwezi wa kumi mwezi wa Rozari. Tafakuri yetu ya leo inasema, je, mtu asiye mkatoliki anaweza kusali sala ya Rozari? Baada ya kutoa ufafanuzi kuhusu sala ya Rozari hasa katika makundi yenye watu kutoka katika makanisa tofauti na Katoliki la Roma, tuliulizwa ikiwa kama mtu asiye mkatoliki anaweza kusali sala hii. Tulifurahishwa sana na swali hili. Hakika tuliona shauku na hamu yao ya kutaka kusali sala ya Rozari baada ya kuelewa ukweli, tofauti na walivyokuwa wanafahamu hapo kabla. Jibu letu kwao lilikuwa ni ndio, kwamba mtu yeyote anaweza kusali sala hii ya Rozari tena kwa faida. Tuliwahi kuona posti kadhaa katika makundi mbalimbali ya WhatsApp zikionyesha watu wasiokuwa wakatoliki wakikiri kusali novena za Kikatoliki kuona majibu ya sala zao. Lakini shida ni hii kwamba wengi wa watu kutoka katika makanisa mengine hasa yale yenye chuki na Ukatoliki walidanganywa kwa kuambiwa kwamba sala ya Rozari ni sala ya kumwabudu Bikira Maria na kwamba eti kusali Rozari ni ibada ya sanamu. Hata kuna baadhi ya Wakatoliki ambao nao wamedanganyika na kuamini kuwa sala ya Rozari ni sala ya kumwabudu Bikira Maria lakini wale waliobahatika kujua maana ya sala ya rozari na umuhimu wake katika kupambana na nguvu za kiroho na katika kuwasiliana kwa, na Mungu kwa ukamilifu wanaisali sala hii. Hata hivyo rozari inasaliwa na baadhi ya makanisa ya Kiprotestanti, kwa mfano, vikundi vya Walutheri, Waanglikana na kanisa la Katoliki la kizamani. Yani, Old Catholic Church. Katika baadhi ya makanisa yanayotumia sala ya rozari, wamefanyia marekebisho ya sala ili kuendana na imani zao. Kwa mfano, kuna makundi machache ya kilutheri ambayo yanasali sala ya rozari, lakini wanaondoa maneno yafuatayo katika amkio la Bikira Maria, kwamba Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu Amen. Au yanabadili maneno ya mamkio kwa bikira Maria kwa kuweka sala ya Yesu. Hata hivyo, ukiacha makanisa yanayotumia rozari, bado mtu yeyote hata Mwislamu anaweza kusali sala ya rozari kwa manufaa. Hata sala ya kumbuka ee Bikira inathibitisha ya kuwa haijasikika kamwe kwamba mama Maria alimwacha mtu aliyekimbilia ulinzi wake aliyeomba msaada na maombi yake. Ni muhimu basi kuwafundisha wale wasio wa imani yetu kujua maana ya sala ya rozari, ili nao waweze kuwa karibu zaidi na Mungu kwa njia ya tafakuri ya sala ya rozari. Wageni hawa wanapokuja katika makundi yetu ya WhatsApp tusiwakimbize mbio, bali tuwakaribishe na kuwashirikisha utamu na uzuri wa sala ya rozari. Tumsifu Yesu Kristo.